Na mtazamaji, tuanze na vidokezo ambapo mbunge wa Bumula Jack Wamboka ameshutumu vikali viongozi wa awali akisema walitelekeza sekta ya elimu wakati walipokuwa uongozini. Akizungumza baada ya kufungua jengo la madarasa mawili katika shule ya msingi ya Kibuke iliyoko wodi ya West Bukusu, amedai kuwa pesa zilizotengewa sekta hiyo zilifujwa na hivyo kusababisha miradi ya ujenzi wa madarasa kukwama. Tunaomba serikali itoe msukosuko. Hii iko kwa grade 10, paka saa hii watoto hata hawajaenda shule, wote ni kwa sababu ya hii mix up imekuwa. Mtoto wako hapa anaplesiwa Mount Elgon, mahali ambapo hawezienda wa harmonize nani day school omwana aliyano ba wamupresa Kakamega. Tunataka serikali iangalie ia hiyo maneno kwa haraka, tuhakikishe kwamba education is not interrupted, watoto wetu waendelee kusoma sawasawa.